Kaka, lakini pia tazama jinsi ambavyo vijana wanaendelea kupewa nafasi nafasi, wapi? Mm. Wapi nafasi? Wapi wapi? Wapi? Wapi nafasi, nafasi unatarajia kuona anapewa nafasi? Kombe la Mapinduzi, Kombe la Mapinduzi. Ah, Kombe la Mapinduzi? Nilitegemea sasa kwa idadi ya wachezaji ambao wa Azam walikuwa wamewatoa, wameenda timu ya taifa. Kombe la Mapinduzi nilitegemea, mm. ya ambao wa mm. la Mapinduzi nilitegemea. Mm. Yaani, wakati mwingine it's no brain na kusema hawa, ah, wachezaji wamepewa tu nafasi, unajua kwa sababu Azam FC ilikuwa natamani kuwapa nafasi mimi. Mm. naamini kitu kimoja cha msingi kabisa kwenye hichi. Yes. E, Pasco Msindo, e, nani huyu mwingine Lusaju Mwaikenda. Yes. Faisal Salum, mm. sindio, Idi Selemani, Nado Sopa kwa majeraha. Kama unakumbuka, Azam ilikuwa matazaji wa kutosha, mm. ambao likuwa wameenda wapi, kwenye timu za taifa. Sawasawa. Yes. Wale vijana, lakini si ilitarajiwa sasa ima kuona wana struggle, baada ya kutoa wachezaji wao wote na kubaki na kikosi ambacho asilimia kubwa ni cha vijana kani wasinge walimpandisha na aliingia moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza s yes. Mm. Sawa, kutoka timu ya vijana. Wapi tumewai kuwasifu Yanga sistimu yao ya vijana? au wapi tumewai kumsifu mwalimu? alimpandisha mzizi wakati ule alikuwa na, nafikiri alikuwa Miguel Gamondi. Mm. kuna mahali tulisema Gamondi kafanya kazi nzuri sana, amempandisha mzizi? No, iko hivi mpaka sasa hivi daraja la klabu ya Azam FC, kitu pekee kinachoweza kumtenganisha mwalimu Florent Benge na walimu wengine hizo mm-hmm. zingine weka pembeni zote. Azam FC ni timu yenye system bora ya vijana Tanzania, ukiondoa mtubwa shuga ni open, yani hiyo ni crystal clear. Miaka miwili mitatu nyuma iliyopita, Azam FC ina feed timu nyingine nyingi sana kwa wachezaji vijana nitakwambia wachezaji wakina Adamu Adamu, unawaona, wachezaji kama wakina Masudi Abdallah Kabaye, unawaona mm -hmm, weko wengi sana wa wachezaji wa mithiri hiyo ambao wametoka kwenye kosti ya klabu ya Azam FC, sio kwa sababu ya mikono ya Florent Ibenge, ni kwa sababu system ya Azam FC inaruhusu kuzalisha wa vijana mm -hmm. Kwao mimi, credit ya vijana mimi siwezi kumpa mwalimu Florent Ibenge, nitakuwa wa mwisho kumpa hiyo credit. Naipa credit hiyo Azam FC pamoja na system yao, kwa sababu overseas ones wamekuwa hapo sasa mwalimu Florent Ibenge sasa hivi, kitu pekee ambacho mpaka sasa hivi Azamu amepiga hatua mm. ambacho tunakiona ni cha tofauti toka rejimu ya mwalimu Ibenge imekuja, ni hii Azamu FC kufanya kupata mafanikio kwenye michuano ya kimataifa, which is ndio kitu alikuwa anakitaji Azam. Azam kushika nafasi ya tatu kwenye ligi ya ndani au kupambana kushika nafasi ya pili ni kitu ambacho alikuwa anakimanage, sio kitu ambacho alikuwa anakosa. ni consistency ya kushika hiyo nafasi ya pili kwenye ligi, so at least wanatafuta hicho kitu kwa huo msimu chini ya huyu mwalimu lakini mashindano ya kimataifa, Azam FC hata wapangiwe na APR mm. Azam walikuwa wanaishia pale pale kwenye hatua ya mtoano, lakini sasa hivi wameachieve hiyo step, ndo kitu cha mwalimu Ibenge. Lakini vinginevyo Azam FC idadi ya alama wazokusana kwenye ligi mpaka saizi na idadi ya alama wazoangusha mpaka saizi mm. kwangu mimi, kwangu mimi kwenye michezo ya mwanzo ambayo Azamu ameanza, kwangu mimi ni question kwa mwalimu Florent Ibenge. Unahusika kwenye ushindani wa Simba na Yanga, unataka kuingia hapo, kwa sababu ili ushinde ubingwa lazima uwe katikati ya huo ushindani mechi za ligi zilizopita mpaka saa hizi, angalia alama ambazo wameangusha kikosi cha klabu ya Simba hu Yanga. Pima hizo alama. Simba kaangusha alama tatu, mm -hmm, Yanga kaangusha alama mbili, lakini ni maumivu makubwa.